Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan hii leo amewaapisha wateule wake ambao alikuwa amewaweka kwenye orodha ya wateule mwishoni mwa juma. Hii leo wameapishwa wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, naibu katibu mkuu, hali kadhalika pia balozi na wakuu wawili wa tume ya utumishi. Hii yote ilikuwa tu ni sehemu ya kutimiza wajibu wa kiongozi katika kufanya mabadiliko ili kuweka safu yake iwe imara zaidi. Dkt. Samia wakati akihutubia amesema kwamba hatokuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, kwa kile ambacho ameainisha hii leo kwamba huu ni mwendelezo wa serikali ambayo ilikuwa imesalia madarakani, hivyo hakuna sababu ya kupindua meza na kuleta watu wapya zaidi. Mjadala wetu utajikita hapo kuangazia kauli hii inaweza ikawa chachu kwa namna gani kwa wateule ambao walikuwepo kwenye nafasi zao, na wengine labda walikuwa wanaona wapo mguu ndani mguu nje. Lakini kwa wale ambao sasa na wenyewe wameingia ndani ya heka heka hizo, yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salimini Nikikualika kwenye uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani. Studio tunaye Dkt Faraja Kristomos, karibu sana. Asante sana. kwema kwema, kabisa mm. Ni uteuzi ambao ulifanyika Ijumaa, tukashuhudia wakuu wa mikoa e, wakiteuliwa wawili, tukashuhudia makatibu wakuu wengine wakitoka kwa msaidizi wa karibu wa rais, lakini pia tumeona naibu katibu mkuu mmoja akitoka uh, kama mmoja wa watu ambao walikuwepo uh, wakisaidia kama wajumbe wa ndani ya baraza la mawaziri, tukiwa tukiona pale shughuli za rais, na alikuwa akionekana kando yake, lakini pia tumemwona uh, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango na naibu katibu mtendaji wa tume hiyo ya Mipango kadhalika pia na balozi mmoja safu hiyo ambayo leo imeapishwa pale Ikulu. Lakini baada ya kuapishwa, maneno yameonekana ni mazito kweli kweli. Rais eh, ni kama amekuja na mtazamo mpya, anawaambia wale ambao walitegemea atafanya ma, mabadiliko makubwa wasahau hilo. Kauli hii inatupa tafsiri gani? Um, tukumbuke kwamba kulikuwa na minong'ono kama mwezi mmoja sasa, tumedumu kwenye hiyo minong'ono kwamba tutarajie mabadiliko kwa safu za wakuu wa mikoa, tutarajie mabadiliko kwa makatibu wakuu kuu, tutarajie mabadiliko pia kwa manaibu katibu wakuu pamoja na wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi e, lakini kauli hii inaonyesha kwamba wale waliokuwa wana kula jaramba kujiandaa ku kupata teuzi au waliokuwa wamedokezwa kwamba huenda uh, mtateuliwa sasa, wataenda kulala vichwa vikiwa vinawauma, wakiwa wamepoteza matumaini ya kwamba huenda zamu yetu bado, kwa sababu wengi walifikiri kwamba labda haya mabadiliko mafupi aliyoyafanya yangekuwa makubwa, kwa maana ya pangua pangua kuwa kubwa zaidi hmm. Lakini yanaonekana ni mabadiliko ya kujaza nafasi ambazo yeye alipenda kuwaondoa kuwa au kubadilisha wengine kustaafu au kubadilisha majukumu. Kwa hiyo ndoto za wengi zimeeyuka kwa kiasi kikubwa, lakini kwa upande mwingine, kuna mambo kadhaa tunaweza tukaangalia kama wale waliobaki madarakani. E, kama kuna waliojiona ni dhaifu, wanawe kuna mawili, kuna wale ambao wanaweza kaona wafanye jitihada za kufanya vizuri zaidi ili wabaki lakini, kuna wengine kama hulka ya kujiona na kujiamini wanayo, kuna hatari ya kwamba wanaweza waka, wakafanya mambo kwa kujiamini zaidi na matokeo wakaharibu zaidi mm, na linaweza likawafika lolote lile. Kwa hiyo ni tahadhari muhimu ya kupima kwa pande zote mbili, wale wanaobaki madarakani ambao labda walikuwa wanadhani e, wapo kwenye mstari wa mwisho wanaweza wakaanguka mara sasa ni wakati wa kufikiri kwa usahihi kwamba ameamua kwamba tubaki sasa. Je, tufanye kwa busara zaidi, tujifunze zaidi kufanya kwa wema, ili tuweze kuwatumikia watanzania vizuri na kujitathimini kwamba kuna mambo ambayo tunadhani wanadhani watanzania labda hawakuwa na imani nao, wayasaishe ili waweze kufanya vizuri na kubakiza imani hiyo ambayo wamepewa, lakini pia kuna kundi jingine ambalo walikuwa wanadhani wao wana nafasi ya kuchukua hizo nafasi na wenyewe. Kuna mawili pia uh, la kwanza wanaweza wakakata tamaa kabisa, wakaona mifumo wa iliyowadokezea kwamba wanafaa ikawa si mifumo sahihi kabisa. Lakini jambo jingine la kujifunza ni kwamba ni muhimu kujitegemea, ni, muhish, ni muhimu kuishi kwa kile ambacho unaweza. Wanasema, Uh, mtegemea cha nduguye hufahali maskini mm. Tusiwe watu wa kutegemea sana nafasi fulani. Watanzania wanaostahili hizo nafasi ni wengi zaidi kwao ni muhimu kujitambua na kujifunza kuendelea kuwa uh, kuendelea kujifunza kuwa viongozi wazuri zaidi kwa hapo baadaye. Mm -hmm. Kwaio ni jambo la kulitambua na kujua kwamba ameamua mwenye nafasi zake kaamua, kwamba hawa ataendelea kufanya nao kazi mm -hmm. Lakini ndiyo changamoto kubwa ambayo tunaweza tukaiona, au wasiwasi tunaweza tukauona ni huo, wale ambao wamebaki wenye hekima na busara wanaweza wakajifunza kusimama vizuri zaidi, lakini kuna hatari kwamba wengine wanaweza e, wakajibu, wakabweteka zaidi na kujiona kumbe ni wa thamani zaidi na wakafanya vibaya zaidi ya kile ambacho waliki, walikifanya hapo awali mm-hmm. Lakini kuna jambo ambalo linaweza likazungumzwa, lakini labda lisiwe rasmi, tutarajie pia fitna <laughs> kwa hawa ambao walijiandaa wali kuchukua hizo mm, nafasi. Kuna uwezekano mkubwa wa kufanyiana fitina, okay. Kwa kuwa wameshasema kwamba hafikirii kubadilisha viongozi uh, wake kwa sasa, ataendelea kuwa nao na wale ambao walikamia au walipania kwa nguvu nyingi kwamba tunazitaka hizo nafasi, sidhani kama wataridhika moja kwa moja hmm. Kuna uwezekano mkubwa baadhi wakawafanyia fitina wenzao, ili wakwame, washindwe, na wao waweze kuchukua hizo nafasi zao. Kwa hiyo hilo pia linaweza likawezekana kwa hizi siku za huko mbeleni hmm. Dkt Samia anasema kwamba eh, atakachokifanya huenda ni ku, uh, kupangua huyu kumtoa kituo hiki kupelekwa kituo kile. Uh, wale asema wale ambao kweli wataonekana hawawezi kweli, ndio watakaa kando ya uh, wale watendaji na viongozi ambao yeye ana, anawateua. Hili linaweza likaongeza ufanisi ama kuzorotesha ufanisi kwa kiwango gani? um, linaweza kuongeza ufanisi lakini wakati mwingine linaweza lisiongeze ufanisi uh, najua Kakanudin e, tunaweza tukasema hivi, mtu ukiwa huwezi huna karama ya kuweza na wewe si si kiongozi mzuri hata tukikuhamisha sehemu kumi mm, hautaweza utaendelea kuto kuweza. Kwa hiyo kuhamisha, kumtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine haimaanishi kumboresha mtu uwezo wake, kwa sababu wakati mwingine inaweza kawa ni kiashiria cha udhaifu wa kiuongozi, lakini kuna wengine wanashindwa kuweza kwa sababu ya mazingira mazingira waliopo yanaweza kawa si rafiki kwao siasa walizozikuta kwenye eneo husika huenda haziwafai azi vizuri. Lakini wakati mwingine ule ujuzi wa mtu husika leo hii unampeleka, mtaalamu aliyebobea kwenye maswala ya miundombinu au ujenzi, ukimpeleka kwenye masuala ya uvuvi utamwona kama hawezi, lakini kumbe ukimpeleka kwenye eneo lake alilobobea anaweza akaweza. Haya yote anaweza akaangaliwa, kwamba si kigezo cha moja kwa moja kumhamisha mtu toka sehemu moja kwenda nyingine ndipo tutaongeza ufanisi. Wakati mwingine ni kuhamisha matatizo, hmm. Mtu kama ni kiongozi ameshindwa kabisa na hana sifa za uongozi, kumhamisha si kutatua tatizo, ni kulipeleka tatizo sehemu nyingine likaendelee kuwepo kwa hiyo ni vizuri kuwatathmini wale ambao uh, serikali au ofisi ya rais inataka kuwahamisha na kuangalia mazingira yote kwa ujumla, kwamba je, wameshindwa kwa sababu ya mazingira ya kazi, wameshindwa kwa sababu ya ufanisi wao mdogo, au wameshindwa kwa sababu ya siasa za eneo husika, ama wameshindwa kwa sababu ya kukosa mbinu za kiuongozi. Sasa kama kuna mambo mengine yanatatulika kwa kumhamisha, ni vizuri misha tukaona uwezo wake sehemu nyingine. Lakini jambo nyingine ni kwamba kuna mahali fulani panaweza paka, nahitaji kiongozi wa aina fulani, ana maweza fulani ya kipekee sana ambaye yule aliyekuwepo pale hakuwa hakuwa hana sifa hizo. Kwa hiyo ni vizuri pia kuliangalia hilo kwamba mahali fulani panahitaji kiongozi wa mwenye sifa za aina fulani. Eh, tuchukulie kwa mfano Nurudini, pengine wewe ni mpole sana Ukienda jeshini au polisi, upole wako unaweza usiwe na tija pale, lakini upole wako huo ukipelekwa mahali pengine ukaleta mafanikio makubwa sana, kwa sababu ya aina ya watu ulionao pale. Kwa hiyo tuna, ni muhimu kuyazingatia yote, kwamba huyu anaposhindwa mahali fulani, sio lazima kusema moja kwa moja hauwezi mahali pengine, inategemeana na hulka ya mtu, inategemeana na aina ya mtu. wanasema hata mtu mbaya ana uzuri wake k Yeah. Yeah. Mm. Hata kama mtu anaweza akaonekana ni mbaya kwa kitu fulani mahali fulani, anaweza akafaa akafaa, anaweza akafaa hata kubomoa nyumba naweza mm, kupanua ujenzi wa barabara, ni mfano tu mm, lakini kila binadamu ukimfanyia tathimini yake kuna mahali anapopaweza vizuri zaidi hmm, lakini kuna wale wengine ambao bahati mbaya sifa za kiuongozi wanakuwa wamezikosa kabisa. Watu kama wale tukiwahamisha sana, tunakuwa tunahamisha matatizo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na yanaendelea hivyo hivyo. Okay, kabla tujaendelea dokta, uh, kwanza tusikie uh, baadhi ya uh, maneno ambayo aliyazungumza hii leo Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati wa uapisho huu ambao umefanyika ikulu dar es Salaam uh, mapema asubuhi ya leo labda tukiingia kutakuwa na pindua meza mambo yaanze upya hapana hii serikali inaendelea kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko patches patches kubadilishana vituo kubadilishana sekta hayo yatakuwepo lakini mpaka mtu akithiri sana ndo atakaa pembeni asipokithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi. Kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka 25 ijayo ambayo itaishia hamsini. Tatoka mimi kesho kutwa, ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani sijui, arobaini, ataingia mwingine ndo akuja kumaliza utekelezaji wa dira ya ishirini hamsini. Dkt Samia Suluhu Hassan akihakikisha kwamba anawatia moyo watendaji wake akiwaambia waende wakachape kazi, waongozwe na dira ya 2050 licha kwamba mwenyewe rais, anasema hii dira viongozi wengine na wenyewe wataendea kuitekeleza, sio yeye peke yake, ataondoka na wengine waje, kwa hiyo wawaze namna ya kutekeleza hiyo dira. Anawapa mzigo mkubwa wa kiwango gani hawa wateule wake? Uh. Ni mzigo mkubwa uh, ni mkubwa kwa sababu kwanza kabisa dira yenyewe ndo kwanza imeandikwa mwaka jana elfu mbili na ishirini na tano, ndipo mwaka rasmi wa kuanza. Tulikuwa tumeshamaliza ile dira nyingine ya ishirini ishirini na tano mm, na sasa tunaanza dira ya ishirini hamsini. Ni kipindi cha miaka ishirini na tano. Yeye atakuwa na kipindi cha miaka mitano, na huko mbeleni Mungu jalia tutakuwa na marahisi wawili E, wa vipindi vya miaka kumi kumi, mm -hmm. Mungu akitujalia sasa unapokuwa na dira hii ya miaka 25 hii miaka mitano ya mwanzo ni ya msingi sana ni miaka ya kutenge, kutengeneza msingi wa huko mbeleni. Mambo yakiharibika hapa mwanzoni, watakaofuata huko mbeleni sio tu kwamba watakuwa na jukumu la kuendeleza, watakuwa na jukumu la kusaisha kilichokosewa hapa mwanzoni. Sasa huu ni muda wa muhimu sana wa kuepuka yale makosa ya kitaasisi, makosa ya kimfumo, makosa ya kiutendaji ambayo makosa ya kisheria ambayo yataathiri utekelezaji kwa miaka hiyo mingine ijayo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Na tunaona kwamba uh, maono au maono ya dira ni pamoja na masuala ya viwanda, masuala ya ushirikiano wa sekta ya sekta ya umma na sekta binafsi mm. Uh, masuala ya miundombinu yote haya yanahitaji msingi wake kwa sasa, na tunahitaji kuwa na watu wenye weledi, watu wenye maono, watu wanaoweza kufikiri na kuunganisha vipaji mbalimbali mbali vya Watanzania, kuweza kutengeneza mwelekeo ulio sahihi wa utekelezaji wa hii dira. Na jambo hili, tusipopata watu sahihi na watakaoweza kutekeleza kwa wakati sahihi, ina maana tutakuwa na viporo vingi vya utekelezaji wa hii mipango mikakati ambayo inaandaliwa sasa, na matokeo yake sasa watakao kuja kupokea huko mbeleni watajikuta wanalazimika kusahisha makosa yaliyotangulia badala ya kuendeleza kwenye kile ambacho tayari wenzake wanakuwa wamesha kitengeneza. mm. Hilo ndilo jambo la msingi zaidi kwenye uh, huu mlolongo mzima wa utekelezaji wa dira ishirini hamsini. Okay. Dokta Samia, moja ya jambo ambayo leo amelitumia kulitolea ufafanuzi ni minong'ono ambayo watu wamekuwa nayo kwamba fulani ametolewa kwa sababu hafai na mambo kama hayo. <clears throat> Akatumia muda wake wa kutosha kueleza namna ambavyo watu wengi ambao walikuwa nao Ikulu akawatoa akawapa nafasi nyingine na kuendelea kukua. Nafasi ya kiongozi katika kukuza watu ambao wa karibu yake unasaidia nini katika maendeleo ya taifa kama letu? Um, taasisi yoyote ile, uh, nchi yoyote ile lazima iwe inaandaa viongozi wa baadaye. Unapokuwa kiongozi leo, lazima uanda, sio unamwandaa mtu mmoja mm -hmm. Unawandaa viongozi wengi, halafu huko baadaye mfumo utachagua yeah. Yupi anafaa kwa wakati huo, wapo baadaye. Ni jambo la msingi na halikwepeki. Waingereza wanaita succession plan, kwa lazima kuwepo na succession plan, lakini pia lazima kuwepo na uh, muunganiko wa marika ya, ya kiuongozi, isije isi ikafika mahali tuna viongozi wa tabaka moja tu la wazee afu mm. vijana hawapo wa kujifunza kutoka kwa wazee. Matokeo yake wazee wakitoweka kwenye mfumo wa kiutawala, vijana wanajikuta kama kila kitu wanachokigusa ni kipya. Hilo ni jambo la la msingi sana, hatuwezi kuli kulikataa wala kulipinga, lakini nirejee kwenye hiyo minong'ono ambayo yeye anaiongelea. Uh, mimi ningependa niwe wakili wa kuwatetea watanzania kidogo mm. tumepita kipindi ambacho kulikuwepo na maumivu mengi ambayo yalikuwa yanaelekezwa moja kwa moja kwenye ofisi husika. Sasa minong'ono ile ilikuwa inapaswa isahishwe wakati ule inapotengenezwa iliachwa muda mrefu, minong'ono ikawatawala Watanzania, haikuwa inakanushwa, ilikuwa haifafanuliwi, ilikuwa haisaishwi kwao. Tusiwalaumu Watanzania moja kwa moja kwamba walikuwa na minong'ono mibaya, walikuwa na lugha mbovu juu ya hichi kilichotokea, ni kwa sababu kulikuwepo na ombwe fulani la mawasiliano linalohusiana na minong'ono. Tukumbuke ni, ni, ni jambo la muhimu kwa viongozi wetu kutambua kwamba sasa hivi tunaendesha mambo katika ulimwengu wa kidigitali, si ulimwengu ule wa zamani wa makaratasi, ulishapita. Na wakati ulimwengu wa kidigitali una sifa kuu tatu kwenye mawasiliano kwanza, taarifa zake nyingi hazina udhibiti. Lakini pili, taarifa feki na nzuri zinachanganywa pamoja, ni kama mpunga na uh, na mchanga viko pamoja mm. Kwao watumiaji wake wanakuwa na kazi kubwa sana ya kupembua kipi ni mpunga, kipi ni mchele, kipi ni mchanga na kadhalika. Lakini jambo la tatu ni kwa kwa ma, ma, e, tunaita digital divide au tunaita mgawanyiko wa kirika wa matumizi ya teknolojia hizi mm, mm. Kundi fulani la vijana sasa hivi ni wepesi sana kutengeneza taarifa, kutengeneza maudhui kufuatilia taarifa na kuzitumia kwa kupitia mitandao ya kidigitali, lakini kuna kundi la wazee ambalo kwa wakati fulani wanayaona haya yote yanayohusu mitandao kama ni kitu kibaya na kiovu sasa mkinzano huu ndio unaosababisha kukosekana kwa muunganiko mzuri wa taarifa kati ya kundi moja na kundi jingine. Sasa huku kupuuza ndiko kunakopelekea sasa baadhi ya wa na, baadhi ya Watanzania au jamii ya Watanzania kwa ujumla, hasa hawa wanaotumia zaidi teknolojia za kidigitali, kuyaamini zaidi haya yanayoelezwa kwenye mitandao ki, ya kijamii yanayoelezwa kwenye majukwaa ya kidigitali. Kwao si swala tu la kusema kulikuwa na minong'ono na kuwalaumu wa Tanzania, wakati mwingine ni muhimu kutambua kwamba mambo haya yanaendeshwa kwenye kipindi ambacho ni kigumu kidogo, na tuna kundi kubwa la vijana ambao ni karibia asilimia arobaini au sitini ya vijana mm -hmm, ndio ambao ni watanzania kwa sehemu kubwa. Sasa hatuwezi kuwapuuza hao na mifumo yao ya kufikiri na mifumo yao ya kuishi na kuamua kwao. Lazima wakati mwingine tuwe wabunifu tunapokuwa kwenye taasisi zetu kuhakisha kwamba tunatambua kwamba ulimwengu wa kidigitali taarifa ni mchanganyiko za ukweli zinakuwepo humo, za uongo zinakuwepo. Ni muhimu sasa kuwasaidia Watanzania kuweza kuwachujia taarifa na mamlaka kubwa kama ofisi ya Rais ni muhimu sana kuwa na upeo huo wa kutambua kwamba hizi ni za kuchujwa, hizi ni za kuzifafanua, hizi ni za kuzielezea kwa mtindo ambao ni sahihi. Haya yote yasingekuwa yanaelekea yana kufika kwenye hiyo hicho kiwango kikubwa ambacho yeye anakiona, ni kwa sababu tu ya ukimya wa muda mrefu, ni kwa sababu haya yaliyotokea, yaliyowaumiza watanzania mwaka jana, yanawafanya sasa wanaihusisha moja kwa moja na ofisi kuu na ofisi kuu ikakaa kimya. Sasa ni vitu ambavyo vinasikitisha, ni kweli, lakini mm, ndivyo ambavyo vimetokea. Nadhani kuna namna fulani tunaweza tukaangalia wa namna ya kujirekebisha na kuona ni vitu gani vya kuvifanya wakati huu wa kipindi cha ulimwengu wa kidigitali. Wateule mm, hii leo wamekumbushwa kwamba, uh, wameapa na pindi watakapoona kwamba uh, hawajaelewa warudi tena wasome viapo vyao oh, <laughs> ni mtihani mzito kwa kiwango gani? Vile um, viapo ukiviangalia viko vya aina mbili, lakini pia kuna ile hati, hati ya maadili ambayo ndio inaelekeza kwa kina kile ambacho kiongozi anatakiwa kukifanya au kukizingatia sasa ni kama msahafu wao, ni mwongozo wao wa kiutendaji. Sasa tukumbuke kwamba mawaziri na makatibu wakuu wanakuwa na majukumu tofauti yeah. Uh, katibu mkuu ndiye mtendaji mkuu, ni afisa maduhuri wa wizara yes. Na ndiye anayesimamia mipango mikakati yote ya wizara na ndiye mshauri mkubwa wa waziri, na waziri ni msimamizi wa ilani na sera yes. za chama mm. ndani ya wizara husika. Kwa hiyo waziri ni mwanasiasa, lakini katibu mkuu ni mtendaji na anabeba ana dhima kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba yale maono ya chama kilichoshika dola kwa kupitia waziri yanatekelezwa. Sasa muunganiko huu ni ndio changamoto kubwa ambayo watakuwa nayo. Sasa hapo wanapaswa wakati mwingine kuangalia ipi ni mipaka yao yapi ni mambo yao ya, ya muhimu ya kuyafanya. Kuna mambo mengine ni ya kisiasa zaidi ya watakabiliana nayo, kuna mambo mengine ni ya kimawasiliano zaidi kati ya pande mbili, kuna mambo mengine ni ya kimikakati zaidi, kuna mambo mengine ni ya kiurasimu zaidi. Sasa busara na hekima ya katibu mkuu au ya kiongozi aliye ya hapa ndipo tutakavyoanza kuiona na namna takavyoona ile miiko aliyopewa, na ndio mtihani mkubwa ulipo kwa sababu E, hata wale watakao mtengenezea mazingira ya kwamba ameshindwa wataanza na hicho kwanza, baadaye watafuata na mambo mengine. Sasa inategemeana na aliyemteua atakuwa anamfuatilia kwa kiasi gani, na huu ndio mtihani mkubwa, kuweka urari kati ya matakwa ya ofisi na matakwa ya mtu aliyemteua na matakwa ya jamii au matarajio ya Watanzania kutoka kwake. Sasa atakuwa kwenye vita ya, ya kila siku ya kuhakikisha kwamba anayasoma matakwa. Ametaja mheshimiwa rais kwamba uh, waziri anamfahamu vizuri zaidi, na maana kwamba ni mtu ambaye anafahamu matarajio na matakwa yaliyemteua. Sasa ni swala la kujifunza kwamba kuna yale ambayo aliyekuteua anataka mm. kuna yale ambayo mfumo uliokuweka madarakani unataka, alafu kuna viapo vile ambavyo umepewa vinakutaka ufanye, alafu kwa nje sasa kuna jicho la Watanzania wanakufuatilia na kuangalia kwamba unaenenda vipi, na kama tulivyosema hapo awali mitandao ya kijamii ipo. <laughs> Eh, ni nyenzo muhimu zaidi ya kukumulika na kujua kwamba uh, unachokienenda, je, ni kwa ajili ya masilahi ya Watanzania, ni kwa masilahi aliyekuteua au ni masilahi ya mfumo uliopo? Hii ndio changamoto kubwa ambayo hawa wanaoteuliwa wanakabiliana nayo kwa sasa hivi. Dokta Faraja, nikushukuru sana asante sana nam. Ni mchambuzi wa maswala ya siasa huyo Dokta Faraja Kristomos ambaye tumekuwa naye kwenye Uchanganuzi hii leo, tulikuwa tukimulika uh, maagizo na kauli ambazo zimetolewa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan baada ya kuwaapisha viongozi wateule ambao aliwateua mwishoni mwa juma, na leo amewaapisha na kuwapa maelekezo ya nini wanapaswa kwenda kufanya, lakini pia akasisitiza, kwa kuwa huu ni mwendelezo wa serikali ambayo amekuwa akiiongoza katika kipindi kilichopita, basi hakutokuwa na mabadiliko makubwa eh, ndani ya viongozi huku tu akisisitiza kwamba watakaoondolewa ni wale wazembe ambao wanashindwa kuendana na kile ambacho serikali inakitaka kwa ajili ya tija ya wananchi. Kwa nukta hino nafikia tamati ya uchanganuzi. Mi naitwa Nordin Selemani, yangu matarajio kwamba panapo majaliwa tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine. Nikutakie tu usiku mwema na kila laheri.